Ebwana, picha yetu inaanza kwa kumuonyesha mke na mume wanaamia katika nyumba yao mpya, huku Rob ambaye ndo mume akileta maboksi machache ndani ya nyumba yao. Mke wake wa kuitwa Gail anaambia kuhusu friji ya kale iliyoko kwenye nyumba hii, na wanahisi kuwa friji hili lilisahulika na mtu aliyekuwa akiishi hapa mwanzo. Rob anavutiwa na friji hiyo, lakini anagundua kuwa kompresa ya friji iko juu badala ya kuwa chini kama friji za siku hizi. Jambo hili lilimchanganya na alijiuliza maswali mengi zaidi. Hata hivyo, Gail hakuwa makini kumsikiliza mumewe na anakubaliana tu na kile ambacho Rob anasema, kisha anatoka na chupa ya pombe na kumuuliza mumewe kama anataka kunywa. Rob anafurahia na anafungua friji ya zamani ili kupata barafu. Hata hivyo, friza imejaa barafu nyingi sana, lakini bado anapata kipande kidogo cha barafu. Kisha wenzi hao wanapiga mvinyo wakiendelea na stori fupi kwa maisha yao mapya wakiwa pamoja. Sasa, kabla Rob hajanywa kinywaji chake, anagundua kitu ndani ya barafu, kisha anaitoa barafu ile ndani ya glasi na kumwonyesha Gail, akimwambia athibitishe kilichoko ndani ya kipande cha barafu. Gail kwa makini na kushangaa kama mumewe akataka kuthibitisha kile alichoona. Gail anachukua kioo cha kukuza ili kukagua kipande cha barafu, lakini walishangaa sana. Ndani ya kipande cha barafu kuna mnyama mdogo sana ambaye ni tembo akiwa kachomwa mikuki mwilini mwake. Gail anajiuliza kama kuna wanyama wengi kama huyu kwenye friza, hivyo anafungua haraka, anatoa takataka ndani ya friza ile na anashtuka kutokana na kile kitu ambacho anakiona. Hivyo Rob anapokuja kutazama, anagundua kuwa ndani ya friza kuna dunia ndogo iliyopotea kwenye friji na watu wanaishi humo kama kawaida. Friza ina mji mdogo wa zama za kati kabla ya teknolojia, na mji huu unaendeshwa kama kawaida. Kila kitu ndani kinatembea haraka sana, na watu wadogo wakiendelea na shughuli zao kama kawaida bila kuathiriwa na uwepo wa Gail pamoja na Rob ambao wanaotazama mji huu kwa mshangao mkubwa. Gail anasema kuwa kinachoendelea katika friza hii hakieleweki. Rob anakubaliana na mke wake. Sasa Gail anabainisha kwamba wanatazama mji wa zama za kati wakati wanyama wenye manyoya walikuwa wakiishi, lakini anasema kwamba kipindi hiki ni kipindi cha zamani sana. Sasa rob hajui mambo ya historia hivyo anakubaliana tu na mke wake ili kuficha ujinga alionao. Wanaume hatukubali kuonekana tujui bwana. Baadaye rob anamzika yule tembo aliyegandishwa katika barafu kwa kumuweka katika sufuria iliyojaa udongo. Rob anaonekana kuhuzunika kwa hilo, hivyo Gil anajaribu kuleta furaha kwa kusema kwamba pengine tembo huyo atakuwa ni mbolea nzuri. Hamu ya kujua mambo mengi katika dunia ndogo inaongezeka na wote wawili wanakagua friza kwa mara nyingine tena. Kwa mshangao wao, kila kitu kimebadilika kwa kiasi kikubwa. Kile kilichokuwa mji wa zama za kati sasa ni sehemu ya kisasa mno, na ni wakati wa mapinduzi ya viwanda. Viwanda na reli zinajengwa, zikifunika anga ya friza na moshi. Watu hao wawili wanajua kwamba wameondoka kwa dakika kumi tu, lakini miaka mingi imepita kwa watu wadogo. Hivyo Gail anatengeneza nadharia kwamba jinsi miaka inavyosonga katika dunia ya watu wadogo na dunia yetu ni vitu viwili tofauti kabisa. Sasa ndani ya friza wanashuhudia mapinduzi ya viwanda kwa kiasi kikubwa sana. Rob anakasirika kwamba hawakuona jinsi mambo yalivyobadilika sasa. Baadaye anawaona wanaume wawili wadogo wameketi kando ya jengo linalojengwa na anajiuliza kama watu hawa wanawaona wao kama miungu. Hata hivyo, wanaume hao wanawacheka wakiwaona kama nyusa za ajabu zinazoangalia mji tena zikiwa mawinguni. Mwanamume mmoja hata anasema kuwa amecheka kuona mbogamboga iliyokwama kwenye meno ya Gail. Sekunde chache baadaye majengo ya kisasa yanajengwa. Rob anaona vitu vinavyoruka, na Gil anavitambulisha kama ndege, yani aeroplane. Majengo mengi ya ghorofa yanaendelea kujengwa. Gil anaamini kwamba watu hawa wadogo wamefikia wakati tulionao hivi sasa. Rob anakubaliana na hili. Pale anapoona duka la Starbucks na kusema kuwa duka hilo linajitokeza kila mahali. Ghafra anagundua kitu cha ajabu, hivyo anachunguza kwa karibu. Lakini wakati anasogeza sura yake, kombora linaanguka katikati ya mji na kulipuka. Mlipuko huu unamfanya Rob kuangalia pembeni na kuanguka chini. Gail anamnyanyua na kumwambia atulie, lakini Rob ana panic akisema kwamba silaha za nyuklia zimeanza kulipuliwa kwenye friza yao. Uso wa Rob ni mwekundu kama nyanya, na Gail anajaribu kujizuia kucheka. Wakati huo friza inaendelea kulipuka na mabomu ya nyuklia Gail anamkabidhi mumewe kioo kinachong'aa akimuonyesha jinsi joto la mlipuko lililofanya uso wake kuwa mwekundu. Rob anagugumia kwa maumivu, kisha anagundua kuwa hali ndani ya friza imezidi kuwa mbaya. Watu hawa wawili wanakodoa macho pale wanaposikia kelele za vilio, risasi na milipuko ndani ya friza, hivyo Gail anaamua kufunga friza ile na kusema kwamba hataki kuona watu wale wakiendelea kuteseka zaidi, na anaahidi kuwa ataifungua baadaye kwa sababu vita ya watu hawa wadogo huwa inadumu kwa dakika chache tu na hii ni kutokana na utofauti kati ya muda wa dunia ndogo na dunia yetu. Baada ya kusikia hayo, Rob anajiuliza nini wanapaswa kufanya. Gail anamjibu kwamba wanapaswa kuagiza piza. Usiku huo watu hao wawili wanakula piza wakati wakisubiri hali itulie ndani ya friza, wakiamini kwamba vita hiyo itadumu kwa muda mchache. Sasa saa moja limepita, na Rob anapendekeza kwamba wanapaswa kufungua friza tena. Anatumaini kuwa watu wadogo walipata nafasi ya kujenga tena miji yao, lakini Gail anamwambia kwa upole kwamba wanahitaji kukubali ukweli kwamba huenda hawakufanikiwa. Lakini hata hivyo Rob anaenda katika friza na anafungua, lakini wanashangaa sana pale wanapogundua kuwa friza inang'aa, na wanashangaa kuona miji yenye mwanga wa ajabu na magari yanayoruka angani. Gil anasema kuwa miji hii inaonekana imeendelea sana kuliko hata dunia ya sasa na ina vifaa vingi vya teknolojia. Mwonekano huu unamfurahisha sana Rob, akishangaa jinsi kila kitu kilivyo kizuri. Ghafla, jengo linajitokeza mbele yao na Rob anatania kuwa jengo hili linafanana na kifaa cha watu wazima ile midori Ghafla, kila kitu kinaongezeka na piramidi kubwa inaonekana katikati ya mji unaotarajiwa kujengwa miaka ya mbeleni, lakini piramidi hii inang'aa sana na inachukua nguvu kutoka kwenye kila daraja lililounganishwa nayo. Hatimaye inageuka kuwa ngome yenye umbo la almasi na inameza mji mzima, sasa unalipuka na kuwa mpira wenye nguvu za ajabu. Nguvu hiyo ya ajabu inapasuka kama nyota na mistari ya mwanga inaanza kuzunguka katika jiko la ropa pamoja na gel. Ghafla nyumba yao inakuwa na mwanga wa ajabu mwanga huo wa kushangaza unawavutia wote wawili. Katika kipindi hiki inaonekana kama watu wadogo wamegundua siri za kusafiri kutoka katika dunia yao na kwenda katika dunia nyingine, yaani kama ilivyo NASA hivi sasa. Baada ya hili, mistari ya mwanga inarudi kwenye freezer, inakusanyika kwenye mpira ule na kutoweka. Hii inaondoa tabasamu kwenye nyuso za Rob pamoja na Gail, wakishangazwa na kile walichokiona. Rob anajiuliza kama watu wadogo watawahi kurudi tena, lakini Gail anadhani kuwa ni jambo lisilowezekana. Kutokana na hili Rob anaamua kuzima friza lake tena, akiona huzuni kana kwamba anakubali kuwa wale watu wadogo hawatarudi tena. Sasa mke wake alijua kuwa Rob amewapenda watu wale. Gail anamkumbatia ili kumfariji, kisha anafunga friza na kuamua kulala. siku inayofuata, Rob anampatia Gail kahawa, lakini anampatia kikombe cha kahawa bila kusema neno lolote lote wote wanajiuliza kuhusu mji mdogo ulioko kwenye friza yao, wakiwa na matumaini kwamba watu wadogo bado wako hai. Wanafungua friza na wanaona ukungu mkubwa ukitoka ndani ya friji licha ya kuwa friza ilizimwa. Sasa ndani ya friza wanashuhudia nyakati nyingine ya barafu ambapo watu wa kale wanakula mzoga wa dinaso. Inaonekana maisha ndani ya friza yameanza tena na sasa yamerudi kwenye zama za kale tena. Hizi ni zama za yale maminyama makubwa, yaani dinaso malaghafra. Ngurumo ya ajabu inasikika. Viumbe wa kwanza ambao ilisadikika kwamba baadaye watakuwa binadamu ilibidi wakimbie, lakini hawakufika mbali. Mmoja bara mwingine, walikamatwa na dinaso. Sasa Rob anaamini kuwa friza hiyo ni kama ulimwengu mdogo unaoonyesha jinsi maisha yanavyobadilika hadi kufikia mwisho lakini Gaili yeye yeah, anaamini kuwa friza hii ilionyesha mwisho wa dunia yao, yaani mambo yaliweza kutokea katika friza hiyo ndio yatakayotokea katika dunia yetu pale itakapofika mwisho. Lakini pia aliamini kuwa yawezekana binadamu wadogo walishindwa kuishi katika dunia yetu hivyo walitafutiwa dunia yao sasa haijulikani mchakato huu ulifanyika mara ngapi ndani ya friza hiyo ya zamani na wakaamini kuwa yawezekana wamiliki wa awali huenda waliona maisha ya watu hawa wadogo wakifa na kufufuka kila mara hatimaye sasa watu hawa wawili walichoshwa na friza hiyo hivyo wakaamua kuachana na friza ya ajabu ingawa movie hii haionyeshi ni nani aliyeumba maisha ndani ya friza hiyo sasa wacha tuangalie ni nani aliyeweza kuumba maisha ndani ya friza ile hiki ni kipande cha pili cha movie hii kuna mzee mmoja kwa jina la mungu wa Serengeti hino inayesarika kwamba ndo Mungu wa viumbe hawa wadogo na yeye ndo anayewaongoza. Tunaanza kwa kuliona kundi la tembo likitembea katika uwanja mkubwa, sehemu ambayo tuliamini kwamba ni uwanja mkubwa, na tembo wanazunguka huku na kule. Inagundulika kuwa ni meza iliyo katikati ya chumba cha mzee huyu wa ajabu, lakini mzee huyu hakujali kuhusu tembo hao, bali aliendelea kusoma kitabu. Likini alikuwa na mfanyakazi wake wa kuitwa Jeffrey. Anauliza kitabu hicho kikoje na mzee huyu anasema kwamba kiko kiufundi mno, lakini Mungu wa Serengeti anasema kuwa hapendi kuona amani bali anapenda kuona machafuko na anaendelea kusoma kitabu chake. Baadaye anavitazama viumbe vidogo vilivyo kwenye ulimwengu wake na anacheka huku akimtazama mtu mdogo anayepekicha vijiti viwili ili afanye ugunduzi wa kuwasha moto. Ghafla wanadamu hawa wanagundua jinsi ya kutengeneza moto, mzee huyu anakasirika analalamika kwamba hakuwapa watu hao ruhusa ya kufanya hivyo, kwa sababu yeye ndiye anayepaswa kuwapatia moto. Jeffrey anaeleza kwamba kipindi cha sasa kipo miaka zaidi ya laki mbili kabla ya wakati ambao watu hao walipaswa kugundua moto, hivyo watu hao wamegundua moto kabla Mungu wao hajawapatia akili hiyo. Kwa sababu hii, mzee huyo anamwagiza Jeffrey azime moto huo, hivyo mfanyakazi huyo anapuliza kwenye meza akasababisha upepo uliozima moto huo. Hata hivyo, mzee huyu bado amekasirika hivyo anamwambia Jeffrey awarudishe binadamu hawa kwenye mapango yao mfanyakazi huyo anatii hivyo anawasababisha tembo wakimbie kuelekea kule binadamu waliko wakiwalazimisha kujificha katika mapango yao mzee huyo bado ameudhika na kile kilichotokea na anapanga kupunguza akili za viumbe hawa wadogo ili kuwazuia kufanya maamuzi yao wenyewe na wasije wakagundua moto kamwe baada ya muda kidogo binadamu wale wanatoka pangoni tena ili kufanya tambiko la kuomba mvua. Jofrey anamkumbusha Mungu wa Serengeti kuwa katika ardhi ya watu hawa wadogo kuna ukame na mvua haijanyesha kwa muda mrefu, hivyo mzee huyo anamwagiza Jofrey anyunyize maji juu ya viumbe hao wadogo ili kujibu maombi yao ya kuomba mvua. Jofrey anakubali kwa furaha na kunyunyiza maji juu ya meza na kusababisha mvua kubwa kunyesha kwenye uwanja. Jofrey anawaambia watu wale kwamba Mungu wao ni mwenye rehema. Wakati huo watu wale wadogo waliendelea kushangilia. Mzee huyo anacheka kwa kuona furaha yao, hivyo anamwagiza mfanyakazi wake aongeze maji zaidi. Wakati Jeffrey anafanya hivyo, mimea mipya inaanza kuchipuka kwenye uwanja huo mdogo. Hatimaye mzee huyo anasema kwamba amechoka kufurahia na anamwagiza Jeffrey aachie ugonjwa wa tauni. Mfanyakazi huyo anasita, lakini mzee huyo anasisitiza kwamba inapaswa binadamu hawa wafe. Bila chaguo Jeffrey anafungua kisanduku cha zamani na kuchukua chupa ya kifahari, huku uso wake ukiwa na wasiwasi. Joffrey anapulizia ugonjwa kwa binadamu wale, na mmoja baada ya mwingine wanaanza kupoteza maisha. Mzee huyu anaendelea kuwatazama huku akiendelea kusoma kitabu chake, na huu ndo unakuwa mwisho wa picha hii. In case hukujua kama kuna mafunzo katika picha hii, sasa subiri nikusanue. Unajua wanadamu tumeumbwa na huruma. Kuna kipindi mwanadamu unatamani kutoa msaada, lakini mambo yanakuwa nje ya uwezo wako. Kwa mfano, vita zinazoendelea, unatamani watu wasife, lakini kuzuia nashindikana. Hii imemkuta Ropa pamoja na gel pindi wanapotazama maisha yakiendelea ndani ya friji. Watu wa ndani ya friji walikuwa wa kila raha na muda mwingine walikuwa wanateseka. Wakati wanateseka Ropa pamoja na gel walitamani sana kuwasaidia lakini hilo lilishindikana. Huo ni upande wa kwanza wa muvi yetu, lakini upande wa pili wa muvi yetu kwa Mungu Serengeti ulikuwa na maana ifuatayo. Upande wa pili wa muvi hii unaelezea uumbaji na unamwelezea Mungu Serengeti kama Mungu mwenye huruma na pia asiye na huruma, Kwani pindi alipokuwa na huruma aliwapatia maji na mazao yalikuwa, lakini alikuja kuwageuka na kuwapatia ugonjwa wa town ambao uliouua kila mmoja. Lakini hii inafunzo ndani yake kwamba sio kila kitu ambacho anafanya Mungu eh, basi anakuwa amekukasirikia. Hapana, lakini mambo mabaya huja kama jaribu ili uweze kumkumbuka Mungu wako, na huo ndo unakuwa mwisho wa picha. Safi sana hii, ilikuwa inaitwa Love Death and Robots Ice Age. Asante. Kama umeipenda, usisahau kusubscribe, like, comment, share. Paka wakati mwingine tena, chao.